Mchungaji Richard Jackson Hananja, mkurugenzi wa taasisi ya Hananja, <tipo> e, ya Hananja Compassion Foundation udtion inayoshughulika hasa na changamoto ya watu wanaotumia dawa za kulevya, na kwa sasa anajenga sober house kule Dar es Salaam maeneo ya Mlandizi Ngeta Station, kuja hapa kama mdau wa jambo hili na kauli mbiu ya mwaka huu, wekeza kwenye kinga na tiba dhidi ya dawa za kulevya iiwekeza maana yake mnataka tuone matokeo. Hatufanyi kazi hii tu bila kuona matokeo, ndio maana tunawekeza huko. Mtu yoyote anayewekeza anataka kuona matokeo. Kwa hiyo matokeo yapo, kuna watu ambao kupatana na shang... mapambano haya ya dawa za kulevya na mamlaka na rais wetu Dkt. Samia Suluhu Hassan, kuna matokeo chanya ambayo watu wengi wametoka kwenye hizo changamoto, utumiaji wa dawa za, za kulevya. Lakini la pili, wekeza kwenye kinga. Kinga tafsiri yake ni upendo, kuwalinda wale ambao hawajaingia ni dalili ya upendo. Lazima nchi iwe na upendo, rais wetu ana upendo, mamlaka ina upendo, wadau mbalimbali wana upendo. Pamoja na watu wamejiingiza kwenye dawa za kulevya, hatuwezi kuwaacha, bado tunawapenda, na ndiyo maana tunaweka hiyo kinga, ni kutoa elimu. Lakini juu ya tiba, tiba ni kujali, tunawajali wanaopita kwenye changamoto ya dawa za kulevya, hatuwaachi, bado thamani yao ipo, na ndiyo maana tunakusanyika pamoja kutoa kuwekeza kuona matokeo. Kinga kutoa elimu na kujali kama ishara ya upendo. Kwa hiyo tuendelee, Tanzania bila dawa ya kulevya inawezekana, tukishirikiana. Wazazi, viongozi wa dini, serikali na kila mmoja kwa nafasi yake, kupiga vita dawa za kulevya inawezekana, na matokeo tunayaona. Ashukuriwe Mheshimiwa Rais Dr Samia Suluhu Hassan, ashukuriwe Kamishna Jenerali wanayeshughulika na taasisi ya kupambana na kudhibiti dawa za kulevya, washukuriwe viongozi wa dini, wazazi na kila mmoja, ili kuwafanya wenzetu waliopita kwenye changamoto hii warudi katika hali yao ya kawaida, na inawezekana sote tukiamua kwa pamoja. Kwa hiyo maadhimisho haya ni maadhimisho ya kuona na kufanya tathmini, lakini pia kutoa elimu, lakini pia kuonyesha ishara ya upendo wetu kwa wale ambao wanapita kwenye changamoto wa dawa za kulevya tusiwaache wote sisi ni wa Tanzania na wao wana thamani machoni pa Mungu thamani yao haiondolewi na dhambi au dawa za kulevya kwa hiyo tupo Dodoma kwa ajili hiyo Mungu aibariki Dodoma Mungu aibariki Tanzania Mungu ambariki rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan Mungu aibariki mamlaka kupambana na kudhibiti dawa za kulevya Tanzania bila dawa za kulevya inawezekana sote tukishirikiana